Majina anaitwa Francis Firimbi ni afisa reseni kutoka wakala wa usajili wa biashara na reseni. Siku ya leo tupo hapa Mbagala katika viwanja vya maturubai, ambapo tumekuja kushiriki katika kampeni ya usaidizi wa kisheria ambayo inajulikana kama Mama Samia Legal Aid, ambapo sisi kama wakala wa usajili wa biashara na reseni BRELA tunahusika na kusimamia sheria sita, ambayo ni usajili wa makampuni sheria ya usajili wa makampuni sheria ya majina ya biashara, sheria ya taza, sheria ya leseni za biashara, sheria ya usajili na utoaji wa leseni za viwanda. Kwa hiyo katika kampeni hii ya usaidizi wa kisheria tumekuja katika kujumuika katika kampeni hizi ambazo zimeanza toka tarehe 16 mpaka tarehe 25 ndio zitaisha. Kwa hiyo tunawakaribisha wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam ambao wana changamoto zozote za kisheria katika maeneo ambayo nimeyaeleza, manake maeneo ya makampuni, maeneo ya majina ya biashara na sajili zote ambazo sisi wakala tunazitoa, waweze kufika katika haya mabanda yaliyopo hapa katika uwanja wa Maturubai ambapo sisi tutaweza kuwasaidia. Etu, ambao na usajilizi unafanyika bure kabisa katika banda letu, ambapo watu wataweza kupata huduma za papo kwa papo hapa. Kama una shida ya kutaka kusajili kampuni, basi unaweza kaja katika banda letu. Usajili wa majina ya biashara, unaweza kaja katika banda usajili wa kama una shida na leseni za biashara, unaweza kufika katika banda letu, tukaweza kukusaidia pale ambapo ulikuwa umekwama kwa changamoto yoyote. Ah, nadhani kampeni hii lengo lake imelenga katika ku, kuamua wananchi ambao wanapata changamoto mbalimbali za kisheria hususan katika maeneo ambayo sisi wakala tunasimamia. Ndio maana tupo katika banda hili kuhakikisha tunaweza kutatua hizo changamoto ambazo tunazitatua bure katika banda letu hili.